Sababu tano za Mungu kuwaondoa baadhi ya watu kwenye maisha yako. Kwa siku ya leo, utakwenda kuziangalia sababu tano za Mungu kuwaondoa baadhi ya watu kwenye maisha yako. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza kwa nini watu hawa wameondoka. Wako watu ambao ulitamani uwe nao kwenye maisha yako muda wote, lakini unashangaa, kuna muda unafika wale watu unakaa nao mbali. Na jambo hili limekuwa likiwaumiza watu wengi. Wamekuwa wakimuuliza Mungu, kwa nini umeamua kumwondoa mtu huyu kwenye maisha yangu, ili hali nilikuwa bado na mhitaji, ili hali nilikuwa bado nahitaji uwepo wake? Kwa nini umeamua kumwondoa? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali ya namna hii. Mungu huwa anatuazia mambo mema maishani mwetu. Jambo la msingi ambalo natakiwa kulitambua, mungu huwa anatuazia mambo mema kwenye maisha yetu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 28, imeandikwa nukuu, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa hiyo Mungu huwa anatuazia mambo mema, na anafanya jambo kwa makusudi maalum. Jambo la kulitambua, watu huja kwenye maisha yako na watu pia huondoka. Kuna watu ulikutana nao kipindi cha nyuma na, na leo hii watu wale kuwa hawako kabisa. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo natakiwa kulitambua, wapo watu watakuja kwenye maisha yako, lakini pia wale watu ipo siku wataondoka kwenye maisha yako. Na jambo hili lisikuumize kwa sababu asilimia kubwa ya watu wamejikuta wakiumia na kulia sana wale watu ambako wanawaacha, wale watu ambao walikuwa wakiwahitaji wale watu wanapoondoka. Watu wengi wamekuwa wakiumia sana. Nataka nikwambie, watu huja kwenye maisha lakini pia watu huondoka kwenye maisha. Mtu anaweza kuja kwenye maisha yako kwa kusudi maalum, na akimaliza lile kusudi maalum kwako, mtu yule ataondoka, atakuacha. Leo nitakwenda kukuambia sababu kuu tano za Mungu kuwaondoa aina ya watu fulani kwenye maisha yako. Sababu hizo, kabla hatujaziangalia sababu hizi tano za Mungu kuwaondoa baadhi ya watu kwenye maisha yako, nisiwe mchoyo wa shukrani.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 wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie sababu za Mungu kuwaondoa aina fulani ya watu kwenye maisha yako. Sababu namba moja: kutimiza mpango wake wa kimungu. Unapomkabidhi Mungu, Mungu maisha yako, maana yake unaruhusu yeye atimize mapenzi yake kwako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29 na mstari wa 11 imeandikwa nukuu, maana nayajua mawazo nayowazia mimi nayowazia ninyi asema Bwana ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zote, siku za mwisho. Neno la Mungu lasema, maana nayajua mawazo nayowazia ninyi, asema Bwana ni mawazo ya amani, wala siyo mabaya. Kwa hiyo Mungu anaweza kumwondoa mtu ambaye ulimtegemea kwenye maisha yako, anaweza akamwondoa mtu wa karibu kwenye maisha yako ili kutimiza mpango wake wa kimungu. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza ambayo inaweza ikamfanya, sababu moja hapo ambayo ya Mungu kuwaondoa baadhi ya watu kwenye maisha yako. Mungu anawaondoa ili kutimiza mpango wake wa kimungu. Lakini sababu ya pili ambayo inamfanya Mungu awaondoe baadhi ya watu kwenye maisha yako, wanaweza wakawa ni sumu kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mungu anawaondoa baadhi ya watu kwenye maisha yako kwa sababu akiwaacha wanaweza wakawa ni sumu kwenye maisha yako. Kuna watu ukiwaweka karibu yako, wanaweza wakageuka kuwa sumu kwenye maisha yako na kuua lile kusudi la Mungu lilo ndani mwako. Kwa hiyo ndio maana inapofika wakati Mungu anaweza kumwondoa mtu huyo kwenye maisha yako, kwa sababu akimwacha mtu huyo akaendelea kubaki kwenye maisha yako anaweza akawa ndio sumu ya sumu ya kuwa lile kusudi la Mungu ambalo liko ndani mwako. Asilimia kubwa ya watu baada ya kuwakaribisha aina fulani ya watu kwenye mashao, wakajishangaa, baada ya kusonga mbele, wakajikuta ndio wanarudi nyuma, lakini pia wakashangaa, ndio wanaacha njia ya, ya Mungu na kuanza kufuata njia zao ambazo ni njia za uharibifu na mauti. Kwa hiyo kuna muda Mungu anaweza akamwondoa aina fulani ya mtu kwenye maisha yako kwa sababu Mungu anakuwa anajua mtu huyo akiendelea kumwacha kwenye maisha yako mwisho wa siku atageuka kuwa sumu na ataua lile kusudi lake ambalo Mungu ameliweka ndani mwako. Ndio maana inapofika wakati, wakati, inapofika wakati Mungu anaamua kumtoa yule mtu karibu na wewe, kwa sababu anakuwa anajua kuna baadhi ya watu wakiwaweka kwenye maisha yako basi wanaweza wakageuka wakawa ni sumu na kuua kabisa lile kusudi la Mungu. Lakini sababu ya tatu ya Mungu kuwaondoa aina fulani ya watu kwenye maisha yako. Mungu anaweza kaondoa mtu huyo kwenye maisha yako kwa sababu kuna sehemu anakuwa anahitajika. Hii ni sababu ya tatu ya Mungu kuwaondoa aina fulani ya watu kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mungu anaweza kumwondoa mtu huyo kwenye maisha yako kwa sababu kuna sehemu anakuwa anahitajika. Jambo hili linaweza likawa gumu sana kama mtu huyo alikuwa ni rafiki wa karibu sana. Tambua kila jambo linalotokea kwa sababu maalumu. Kwa hiyo Mungu anaweza kamwondoa au akaondoa aina fulani ya watu kwenye maisha yako au akamwondoa mtu fulani ambao ulikuwa ni mtu ambao mlikuwa karibu sana, mlikuwa mnafanya vitu vingi, kwa sababu mtu huyo anakuwa anahitajika sehemu nyingine. Kwa hiyo mtu huyo anaweza Mungu akamtumia kwenda tena kufanya huduma au kumsaidia mtu mwingine kama ulikuwa ni ni rafiki yako au mlikuwa mna ukaribu sana, mlikuwa mna uwezo kufanya vitu vingi sana, lakini unashangaa muda unapofika, unashangaa muda unapofika, yule mtu aa, Mungu anaamua kumtoa kwako na kumpeleka sehemu nyingine, kwa sababu anakuwa anahitajika kwenda kufanya huduma sehemu nyingine, anakuwa anahitajika kwa eneo hilo. Kwa hiyo hutaki kuumia, japokuwa inaweza ikawa ni ngumu sana kama ulikuwa umemzoea mtu huyo sana, ulikuwa umemzoea kwa naye ulikuwa umezoea uwepo wake. Kwa hiyo Mungu anaweza akafika tu akamtoa mtu yule akampeleka sehemu nyingine kwa sababu anakuwa anahitaji mtu yule kwenda kufanya anakwenda uh, kutumika sehemu nyingine, lakini uh, sababu namba nne ya Mungu kuondoa baadhi ya watu kwenye maisha yako, wanaweza wakawa sio sahihi kwa ajili yako, na wakati mwingine inaweza ikawa sio wakati sahihi kuwa nao. Kwa hiyo, Mungu anaweza kuwaondoa au kutoa aina fulani ya watu kwa sababu wanaweza wakawa sio sahihi kwa ajili yako. Kwa hiyo, ipo siku uh, unaweza kushangaa mtu ambaye ulikuwa unamtegemea au mtu ambaye ulishamzoea, ulishazoea kuwa naye, ukashangaa tu ghafla Mungu anamtoa. Kwa hiyo, Mungu anaweza, kwa sababu ya Mungu kumtoa, wanaweza wakawa sio sahihi kwa ajili yako na kama sio sahihi kwa ajili yako, au au wanaweza wakawa inaweza ikawa sio wakati, uh, inaweza ikawa sio wakati sahihi kwa ajili yako. Kwa hiyo wanaweza wakawa sio sahihi kwa ajili yako na wakati mwingine inaweza ikawa sio wakati sahihi kuwa nao, kwa hiyo Mungu anaweza kumuondoa mtu fulani au aina fulani ya watu akaondoka kwenye maisha yako kwa sababu inaweza ikawa sio wakati sahihi. Uh, ya wewe kuwa na mtu huyo. Ikifika kama ni mapenzi ya Mungu, uh, kwa wakati sahihi mnaweza mkawa pamoja. Lakini pia isha, uh, sababu ya tano ya Mungu kuondoa aina, uh, fulani ya watu kwenye maisha yako, Mungu ana mambo mazuri zaidi amekuhifadhia. Kwa hiyo wapo watu ambao Mungu atawaleta kwa muda na kuwatoa kwenye maisha yako kwa muda. Kwa hiyo wapo watu ambao Mungu atawaleta kwa muda na kuwatoa kwenye maisha yako kwa muda. Kwa hiyo Mungu, jambo la msingi la Mungu kuwatoa watu aina fulani watu kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu amekuandalia, kuna vitu vizuri ambavyo Mungu amekuandalia. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe na kulike video hii. Lakini pia Mungu akubariki utakayetumia muda wako kushare linki ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, akajibu haja ya moyo wako. Kutane kipindi kijacho na kutakia wakati mwema.